Waliozaliwa miaka ya themanini wanamjua na walifurahia, waliozaliwa miaka ya tisini wanamjua na walifurahia, wa miaka elfu mbili wao pia poa. Hata watoto wa elfu mbili na kumi pengine wawatazame sana filamu za zamani, lakini bado wanaenjoi kwa kutumia picha zake kama memes. Katika ulimwengu wa burudani ni wachache wanaweza kufikia umaarufu wa kimataifa kupitia vipaji vyao vya kipekee. Mmoja wao ni Osita Iheme anayejulikana kama Ukwa na mwingine ni Chinedu Ikedieze anayejulikana kama Aki. Ingawa wengi wanaweza kufikiri kwamba wawili hawa ni ndugu au mapacha kutokana na uhusiano wao wa karibu na muonekano wao, lakini ukweli ni kwamba wawili hawa si ndugu bali ni marafiki wa pekee. Mmoja wao ni Osita Iheme maarufu kama Ukwa alizaliwa mnamo Februari 20 mwaka 1982 katika eneo la Mbaitoli jimbo la Imo nchini Nigeria. Akiwa mdogo alikabiliwa na changamoto nyingi, lakini alionyesha azma na nia ya kufanikiwa katika maisha. Alipata elimu yake katika taasisi ya usimamizi na teknolojia, ambapo mwaka 2001 alijikita zaidi katika masomo ya sanaa. Kwa upande mwingine Chinedu Ikedieze maarufu kama Aki alizaliwa mnamo Disemba 12 mwaka 1977 katika jimbo la Abia nchini Nigeria. Alikulia katika familia ya kawaida na alikuwa na ndoto ya kuwa mwigizaji tangu totoni. Alisoma shule ya msingi na sekondari katika eneo lake la nyumbani kisha akajiunga na chuo kikuu cha Enugu State ambapo alisomea sanaa na kuanza kuigiza rasmi mwaka 1998. Mnamo mwaka 2002 ulikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa kwa Osita Iheme na rafiki yake wa karibu Chinedu Ikedieze, kwani wawili hawa walipata nafasi ya kuigiza kwenye filamu maarufu inayojulikana zaidi ulimwenguni kama Aki na Ukwa ambapo Chinedu Ikedieze aliigiza kama Aki na Osita Iheme akiigiza kama Ukwa. Uigizaji wao wa kuvutia na wa kuchekesha uliwafanya kwa vipenzi vya mashabiki na filamu hiyo ya Aki na Ukwa ikawa maarufu sana katika nchi za Afrika na kwingineko. Majina Aki na Ukwa yakawa majina yao ya nyumbani na wakaanza kujulikana kwa majina yao ya uigizaji. Baada ya kuigiza katika filamu hiyo, wawili hawa wakawa washiriki wakubwa katika filamu za Nollywood mara nyingi zaidi, ambazo ziliwafanya wawe waigizaji maarufu nchini Nigeria. Uigizaji wao wa kipekee uliovutia watazamaji wengi kutokana na ucheshi wao wa kipekee na uwezo wao kuigiza uhusika tofauti tofauti, hili limewafanya kuwa maarufu zaidi na kuwaletea za kizazi kipya cha mashabiki ambao huenda hawajawahi kuona filamu zao. Lakini wanatambua mchango wao katika utamaduni wa mtandaoni. Mchango wa Osita Iheme na Chinedu Ikedieze kama Aki na Ukwa katika tasnia ya filamu ya Nollywood umetambuliwa kwa tuzo na heshima mbalimbali kutoka tasnia ya filamu ya uigizaji ya Nollywood nchini Nigeria. Ama kwa hakika hawa ni malijendi kwelikweli kweli.